Adam Weishaupt yeye ndio mwanzilishi arevivu Rev Illuminati na free masons oh. Eh, Adam Weishaupt yeye na Albert Pike wakatatengeza kitabu kinaitwa Morals and Dogma dii di ndio Bible Kit, au kitabu cha dini cha waabudu shetani yeah? kitabu cha dini cha waabudu shetani kinaitwa Moral, Moral and dogma Dogma, eh. Hawa huyu ni Adam Weshaputi. Akaja mtu mmoja huyu, Adam Weshaputi alikuja mwaka 1800, alizaliwa huko Ujerumani, Bavaria. Mmm, nasikia Adam Weshaputi. Weshaputi baada ya kufa akaja mtu anaitwa Albert Pike, yeye anajiita satanic himself Albert Pike. Mtu mmoja hatari sana. Yeye ni kama uh, possessor of demoni <tune>